Karibu mtazamaji wa UR Sense TV. Leo tukajifunze kitu hapa na leo tutakwenda kuwatazama maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda boda. Sasa kila siku waendeshaji wengi wa bodaboda maarufu kama maafisa usafirishaji husahau kupandisha stendi. Wengine pengine inaweza kawa ni papara, wengine hawajui kuwa ni kosa, na mbaya zaidi hawajui kuwa jambo hilo ni hatari na kosa sana katika safari zao. Hii side stand inapogusa barabara wakati wa kugeuza, au kupita kushoto, au kupita kwenye eneo ambalo pengine pameinuka, stand ikigusa tu basi inaweza ikamfanya dereva wa bodaboda ama afisa usafirishaji akapoteza mwelekeo na kusababisha ajali ama ajali inaweza kutokea. Na hapa, tukawasikilize baadhi ya maafisa usafirishaji wakizungumzia namna ambavyo uh, ajali iliweza kutokea baada ya watu kujisahau kuteremsha ama kushusha, kupandisha stendi zao. Unaweza kaondoka bila kuangalia stendi, umeitoa ukifika mbele ikakuletea madhara na stendi ikikudondosha, mara nyingi mtu anaumia vibaya sana. Kwa hiyo nashauri madereva wenzangu, unapoona abiria au unapokuwa unatembea, ujihadhari na uhakikishe kwamba umeangalia stendi yako iko vizuri, na wakati wa kutoka uangalie kulia na kushoto ndo upate kuondoka. Nikuwa ulami kabisa ikajibuluza, manake ilipa madhara makubwa sana mpaka niliumia, niliumia hapo, maana nilianguka, kile kitendo sikuwa najua. kwa najuau nilipofika kwenye tuta ile stendi kakita pikipiki ikanilaza chini na hatimaye ndo nikapata madhara ya kuumia kama hivi. Uwa inaita madhara sana barabarani, hasa muda wa kuingia kushoto, na maanisha ile ukiingia kushoto inagusa chini pale inaweza ikakugeuza upande wa pili na kusababisha matatizo makubwa. E, kwa hiyo hilo nawahamasisha na vijana wenzangu wawe makini kuhusu hilo. Kabla ya kuondoka angalia, je, stendi yako imepandishwa? Kiwalisia, hii tabia ni rahisi sana, inaweza kukuokoa wewe na abiria wako. Sasa kama Pikipiki ya kisasa e, tafuta sensor stand, ikiwa ina maana pikipiki haitawaka mpaka upandishe stendi. Kama huna jifunze ukaguzi kabla ya safari yako. Jambo la pili, stendi ya pembeni ni msaada mkubwa unapopaki pikipiki, haupaswi kusahau, baada ya kuondoka ikibaki e, chini inageuka kuwa hatari. Yafuatayo ni mambo manne kuhusu side stand e, ama stendi ya pembeni. Jambo la kwanza, ni mekanizimu yake ni rahisi sana, haina lock ya kujifunga kama gari hivyo, inategemea nguvu zako kuirejesha mahali pake ukiwa unaondoka kwa kutumia mkono au mguu, na hii inategemea, kwani kuna baadhi ya pikipiki za kisasa ukiwasha tu, ukiwasha tu injini inajirudisha yenyewe. Jambo la pili, unaweza kukwaruza barabara hata ukiwa kwenye mwendo mdogo. Jambo la tatu, inaharibu sawa usawa wa pikipiki pale unapogeuka kukata kona. Eh, hasa ile ya kushoto. Na hii ndio sababu ya ajali nyingi za bodaboda. Jambo la nne, inaweza kumchoma dereva au abiria ikiwa ajali imekwisha kutokea. Lakini kumbuka, kuacha side stand hufanyika kwa njia mbili kuu: moja, kusahau uzembe wa dereva ama makusudi au kuwa na haraka. Hii ndiyo sababu ya kawaida zaidi. Dereva yuko kwenye haraka, hasahau kuiangalia. Anasema nitaangalia mbele huko lakini anasahau kabisa. Wengine wanadhani itapanda yenyewe wanapoanza kuendesha jambo ambalo si kweli. Jambo la pili, hitilafu ya kiufundi, mechanical fault. Hii ni sababu hatari zaidi, kwa sababu dereva anaweza asiwe na kosa, lakini bado anaingia kwenye hatari kubwa bila kujua. Mambo yanaweza kutokea ni kama haya. Jambo la kwanza, spring ya stendi inaweza ikawa imelegea au imevunjika haitoi nguvu ya kuirudisha juu. Jambo la pili, kiunganishi cha stand, bolti au pini kinaweza kikawa kimechoka, hivyo hata ukiipandisha inashuka yenyewe baada ya muda. Jambo la tatu, tunaita dilt roho, vumbi au kutu kwenye stand mechanism inafanya stendi ishindwe kushikilia vizuri juu. Mfano halisi ni kwamba mtu anaweza akasema, nilipandisha stendi kama kawaida, lakini haikukaa nilijua iko juu, kumbe ilishuka ghafla nilipokuwa nikitembea. Tunapohitimisha video yetu, mtazamaji wa URSense TV, tunapaswa kujiuliza mimi na wewe, lakini wewe kama dereva wa bodaboda boda pia unapaswa kujiuliza, umeona hatari ya kusahau side stand. Wewe je, umewahi kuipata? Tuandikie kwenye comment na usisahau kushea video hii kwa madereva wengine. Usalama nye jukumu lako. Hii ni URSense TV Tunaleta elimu ya barabarani kwa usalama wa maisha yako. Hakikisha unakagua chombo chako, hakikisha unajiweka kwanza salama, ili watu wengine waweze kuwa salama. Mkumbushe pia na mwenzako ambaye, kwa namna moja ama nyingine, utamwona amesahau kuchukua tahadhari ya jambo kama hili. Hii ni URSense TV, endelea kutufuatilia, share, comment, like na subscribe uweze kupata taarifa mbalimbali.